Ila si freshi freshi wap, shim. fresh wapi shima freshi wapi? Yaani kama una nuksi lako kutoka sijui wapi, utafute mganga wa mama akusafishe, akuoshe, majani yote ayamalize kwako, hadi hizo ndefu kiwezekana, zote akutoe, mara labda kidogo nuksi itaku, itakuisha, hata sio shwari Hey, baba. Baba. Eh? He? Hebu tuondoke. Tuondoke? Ndio. Eh. Baba. Tuondoke. Kwani tulikuwa tunaenda huku? Au huku alikwenda yule mama? Tunaenda huku. Ah, huku. Ndio. Aya, tundoke. Basi nibebe, nibebe maana sijisikii vizuri kabisa. Mimi ndio nitakuwa, yaani mimi, yaani wewe ndio utakuwa nibebe mimi. Sio mimi nikubebe, sio mimi nitakwezaje. Aya. Weka mgongo. Sio kama mlikuwa mnaongea mambo ya Tausi jamani. Hata wewe kama Baba Suli ni pale, sema kama unaenda kwa Tausi. Eh. Haya, twende. Sasa sikia, mimi nakubeba ila usiende kusema kwa kweli mtoto unakula wewe hey. Hey. Hey. Hey.

Nisikiliza nikwambie, bj pia hata vile vile mimi namjua yule jamaa mpangaji mzenu. Sasa aseme asiseme, mimi nimekumisi. Unafanyaje? Acha utani bwana <tusurra> yangu mpaka jamaa zangu tena, mimi nife na wao. Upuri wangu na kukumisi kwangu, ah, sio kweli

gerezani na nini kulesti wapi? Kule banana eh, ilala ilala, kule kote mchumba, mimi nakujua, mbagala mbagala nini, nakujua huyo huyo, katoka nkunya huyo. Ah, wewe mchumba, ah ah, baridi haina noma haina noma. Mchumba umenivua nguo, baridi haina noma, yaani ah. mchumba nimehapa mimi nime miss, alafu mchumba nilikuwa naye, alafu mchumba anaondoka hivi

A, mwshka marahaba, nikusaidie? Ni sijui. Tausi nimemkuta? Tausi hujamkuta, hayupo, ametoka, ameelekea mbali sana. Sijui mienendo ya dada yangu na wala sijui dada yangu alipoelekea. Alipoelekea hiyo elewa kwamba dada yangu tausi hayupo ya ameondoka Basi sawa, mna shida. Mimi ndiye nilikuja kumuona yeye, ila kwa sababu sijamkuta, basi naomba mimi niende. Akija we mfikishie salamu zangu. Sawa. Lakini kwani hapo kwa dangu wanakuja kufanya nini? Na isitoshe, kuna siku nimekutana na Mariamu wanao akiwa kwenye mazingira ambayo ni tofauti kabisa. Inavyoonekana ma... kwamba mwanao huwa umfuatilii, kwa sababu mimi ni mara nyingi nimekuwa nikikutana naye huko mtaani, na hata mara ya mwisho nikutana naye wakati natoka shule, nimemkuta njiani akiwa yani hana hata watu wengine yoyote. Mariamu amekaa tu, nimemuuliza wewe, mbona uko hapa mida ya shule? Anavunijibu kwa kabidi. Sasa nimtathmini kwamba ana aina gani ya wa wazazi kwa sababu inavyoonekana na kwa maelezo yake ni kwamba hamumzingatii, hamumfuatilii, haumpi hata chakula nyumbani, na isitoshe yule pale ni binti mdogo, inabidi asome. Kwa sasa hivi akianza kuharibikiwa huko mtaani, mara Mariamu mwizi, mara Mariamu kafanya hiki, Mariamu kafanya hiki, Mariamu kafanya hiki, muone kama ajishushe heshima. Na alafu hiyo hela ya kula unashindwa kumpa mtoto. Kila siku hapo unakuja kwa dangu unampa elfu kumi, elfu ishirini, elfu thelathini, elfu hamsini. Unaingia unatoka, unaingia unatoka. Haya unasikia kwamba Mariamu haumpi hata chakula. Hivi nyenye aina gani wa wazazi kweli kwa mwaneno? <laughs> <laughs> Unanifurahisha sana binti unachokiongea. Unavyosema Mariamu kwamba sisi tumfuatilia. Alafu sisi tumemshindwa. Mbona unataka kunichanganya kichwa changu? Mariamu ni mtoto wangu mimi. Alafu unavyoniambia eti amekuwa mtoto wa mitaani. Hapo unazidi kunichanganya. Mariamu sio mtoto wa mitaani. Sema ye mwenyewe tu anapenda tu kukaa mitaani, kushinda mitaani akizurura zurura. Sasa, sijajua na wewe ndo amekuwa shoga yake. Mnazurura wote huko mitaani ama imekuwaaje? Alafu, kuna maswali mengine upasi kuniuliza binti. Mume wako bado mdogo sana. Kuna maswali ukiniuliza nikikupa majibu unaweza ukahisi kama mimi nimekutusi ama nakuvunjia heshima. Hebu punguza maswali sana kuniuliza, sawa? Ndio, inawezekana unaweza kunishushia heshima, lakini unajua kwamba mwenyewe unajishushia heshima. Kumbuka sasa hivi una mkeo, una familia. Haya, leo hii mwanao hivyo anavyotapatapa mitaani hivi, unategemea kwamba jamii itakuchukuliaje wewe? Huoni kwamba unajidhalilisha? Sawa, mi nimekuelewa. Asante kwa ushauri wa wako, lakini mimi sikujia hayo hapa. Mimi naomba niondoke kwa sababu nilomfuata sikumkuta. Sawa, unaweza ukaenda. Ile lo jambo liweke akilini, sawa. Tausi, ah, Tausi Tausi, sasampa Tausi, Tausi, Tausi bora roti. Sasampa. Ah, bora roti, naambia ndugu <laughs> yangu. Mambo vipi? Poa poa. Kama kawaida. Freshi tupo. Ah, jua linawaka maisha magumu mambo hayaendi. mm. Na mimi baadaye, baadaye jua likitulia. Sasa hivi shemeji? Ah, salama tu. Vipi, mbona hivyo? Hamna nifaf mazoezi kidogo kwa kidogo. Sasa mimi niko ndani. Hamna shida ndugu yangu. Poa poa. Nangu Salamu, wewe kama unakimbiza? Hamna mlongu, nakula embe naomba. Utaliweza cha chukua ile ya. Ndio nzuri hiyo. E si shemoja kwa nakumbia nini? Da, ndo kafika hapa tunasalimiana, wewe mwenyewe umeingia. Mlng ah. Umefika muda? Mw. Mda sio muda mrefu sana so, da. Mm. <sighs> Basi sawa. Odi. Odi. Odi. Karibu hey, ka, mm, da, da. Ay, karibu huyo. Haya, karibu kaka. Asante za hapo salama. Vipi hai mnaendeleaje? Tuna mm, tunamshukuru Mungu kwa kweli, mkiangalia hali. Ah, Mungu mwema. Vipi shemeji yupo? Hapana, shemeji yako ametoka Sa Hmm. Sasa dada i hmm, kuna, kuna mambo haya mawili yalonileta hapa. La kwanza kabisa nataka kujua kwamba huyu mtoto nyinyi mnamleaje eh? Mariamu tena eh. Namlea kama watoto wengine tunavyo wanavyolelewa. Maana naona kuna skendo fulani nazisikia mtaani za tabia mbaya ambazo zinaendelea kumuhusu Mariamu. Tabia gani hiyo tena? Mimi nataka nizungumze kama mjomba, sawa huyu mtoto kama mmemshindwa, nipende mimi mwenyewe nikalee, mimi mwenyewe pia mzazi vile vile, na nauweza kumlea huyo mtoto. Umeelewana kwa kweli mjomba, naye maana kakangu Mariamu hatujamshindwa. na Mariamu huyo yaani huyo, we huyo ndo mtu wa pili. Kwa hiyo sisi Mariamu hatujamshindwa, Mariamu tunamlea kama mtoto wetu na hizo habari. Yani wewe ndio mtu wa pili, ila tunamsubiri tuna, shemeji yako ili swala nitamfikishia la pili. Bado bwana, mimi na shida mm -hmm. Na shida lazima kama elfu ishirini wewe tena, kakaangu Asuna, hey, dada tena sasa, dadako nina hela mimi sasa, mimi unaona nimekuwa ama sina uwezo kusema, naweza kwenda kwa mtu yote nikaenda nikapata hela zaidi ya kwako, dada yangu si? Na ndio maana nimekuja dadangu, ili uweze kunisaidia yani, yani mm. Nataka unikopeshe, so unipe Unikopeshe. Najua, na imani kabisa, anairudisha hela yako kakangu. Hela hii ya leo anayepokea leo jina wengine na wamudu, lakini huyu sijui hata wa leo ah. hmm. Yani, nifanyeje dada wa moto huyu? Sawa, haina shida. Mimi yani nikuondolee hofu dadangu, yani, nikuondolee shaka pia kwamba hii hela mimi nitairudisha. Kwa hiyo nachokuomba wewe nikopeshe, mimi nahakikisha kabisa yaani kabla ya Jumatatu nitakuwa hela nimeirudisha. Sasa kabla ya Jumatatu mtu anatoka leo na hiyo hela inatumwa kwenye simu, wala haina shida. Hapo lipo kama inatumwa kwenye simu, basi hata mimi naweza pia kwenye simu yako, wala ina shida. Utaileta kweli? Utaituma hela ya watu? Nitaituma dadaangu, mchezo wangu mimi haulali, mwisho saa mbili mtu anachukua chake wala haina shidasitaki kelele mimi. Usijali, dadangu. Usijali, sitaki kelele. Wala usijali dadangu. sjaaaya subili, maana ndo nimeanza kutikitiki e. Ikishatimia basi mi ntakutumia shida. Shidaay utatuma mlemle mle sasa. Aya. Kwenye nambangu ileile ile, ya hotel utatuma ileile ile kwenye. Yaani wewe uachaji tu uone palake <laughs> Tausi, tausi, tausi, tausi, sasampa, tausi, tausi, tausi, tausi, sasampa, ah, baza, ha! Vipi baridi barafu bali mimi niko ndani, wewe. Well. Hiyo adabu ya wapi sasa? Kazi ile vipi? Sema zingo wapi? Sema nimefanyaje? Nimekuja hapa nimekupa nini? Tandu unasishikamo? Kwa umetoka uliko toka huko? Umefika hapa umeshinda hata kunisalimia. Sasa kuzungua pale. Haya. Shikamo. Hebu kaa chini kwanza na mazungumzo naye.

Nisikilize nikwambie, lisha ya huu jinga wote tunaofanya mimi na wewe, kufukuzana kufukuzana fukuzana huko mtaani, sijui kuongozana, kubebana bebana, hayo yote haisaidii kitu. Tusijisahau mwanangu, bado ni mwanafunzi, shule bado inakuhitaji. Pameletwa barua hapa zaidi ya nne. Barua ya kwanza nimesoma, nimekaa kimya. Ya pili nimesoma, nimekaa kimya ya tatu nimesoma pia nimekaa kimya. Hii sasa ni ya nne faza ushaanza, faza umeshaanza, faza ushaanza, faza umeshazingua. Nisikilize kwa umakini kabisa, kunakoelekea sasa mimi nitakuja kukamatwa kwa sababu yako wewe, hadi hapo faza ushazingua. tunaeleana nini mimi na wewe? Sawa sawa, lakini Furaha yako mi nikikamatwa utaona raha, ushezingua na ye. Kwa mfano mi nikienda polisi nikikwambia unatembea na ule tausi, wewe na tausi mnaendana, mi sina kaushia. Umenipa hela pale nimekausha, simwambii mama babako. Nasema, mimi kama baba yako nnasema na nnaongea, shule we utarudi, yaani unataka shule. Utarudi shule hutaki? Utarudi shule. We mtoto mmoja tu mimi huwezi kunishinda we. Hata siku hii. Kaangalie ndani kuna madaftari. Kama hamna niambie ni tena kukununulia. Kwanza mimi najua nani yote kukuambia baba. Haijalishi awe babako mdogo awe babako yes mkubwa. Asawe baba. Sasa siku zote mimi unaniangalia una, una, au niambie leo tu nifahamini niende shule. Tena nikiongea mimi sitaki kunijibu jibu. Kunakoelekea nitakufumua mpaka usahau hapa kama ni kwenu. Nishasema nataka uende shule, sio ombi, hiyo ni amri. Utarudi shule, tena mguu wako mguu wangu, namaanisha. Nenda kajiandae sasa hivi, kaangalia kuna madaftari, kuna begi liko sawa, uniform zako ziko sawa. Kitu ambacho hamna chochote niambie, kinachohusiana na shule, mimi siwezi kushindwa kukutafutia Shem. Mambo? Poa vipi? Shwari mzima. Uniko poa, sijui wee uh. Shemeji, nilikuwa na mwongezi na wewe kidogo mimi. Ee, hey, wewe sawa, karibu, asa chukua kiti hapo. Hemeji, mi nilikuwa nataka nikuombe kitu. Nilikuwa na hofu siku nilipotukuta pale na ile mkaka, kwa hiyo nilikuwa naomba usije kumwambia mume wangu, yaani... kuhusu nini? Che mpale skuli ulipotukuta na ule mkaka mm. <coughs> Kwa ndio nilikuwa nakuomba usije ukamwambia mume wangu kama ulinikuta kama... sehemu <laughs> Shemeji, walahi, sijali kuhusiana na hilo. Mimi siwezi kuongea na mume wako chochote kile kuhusiana na wewe hata yeye pia siwezi kuongea chochote kile kuhusiana na yeye juu yako. Kwa hiyo mimi niko ndoa, wasiwasi tu usijali. Unajua kitu ambacho mimi nachokiogopa kwenye maisha yangu ni kuingilia mahusiano ya watu, na sio mahusiano tu, nyinyi wanandoa. Kwa hiyo sijui mmeanzia wapi, mmekubaliana vipi, mnaishije, halafu mi nitoke huko tu kwa kuwa nimekuona umesimama sehemu, nimfuate Loki, nianza kumwambia Hapana, wewe kuwa na amani tu, wala hata usijali. Kwa hiyo shemeji, utamwambia eh? Mimi sitasema chochote, wewe kuwa na amani tu. Sawa, hebu ngoja kwanza nikuulize kitu. Kwani yaani inakuwaje mpaka unamsaliti mume? Tausi, tausi Tausi sasamba tausi, tausi mtani anatamba tausi, tausi, tausi sa samba.